Nishukuru pia kwamba na sisi ni moja kati ya mikoa tulio tunayotembelewa katika awamu hii ya pili. Taarifa zinaonyesha kwamba kulikuwa na awamu ya kwanza ya mikoa kadhaa na ilimalizika, na sasa kuna awamu hii ya mikoa takribani kumi na tatu na mkoa wetu ukiwa pia umejumuishwa katika awamu hii. Tunafarijika sana na sisi kuwemo kwenye awamu hii ya kupata uelewa, kupata mafunzo, lakini pia na kushiriki katika namna ya kuibua miradi ya uwekezaji na miradi ya ubia ambayo itatusaidia kutoka kiuchumi kwa maana ya kukuza uchumi lakini na kukuza mapato ya serikali. Lakini ndugu katibu tawala nimezungumzia zaidi hapa halmashauri. Lakini hata sisi ngazi ya mkoa naamini kabisa kwamba tuna uwezo na sisi wa kuchangamkia fursa. Iko baadhi ya mikoa ambayo tumewahi kufanya kazi. E, mikoa ina maeneo ya uwekezaji ambayo sasa kwa maana hiyo hiyo ya, ya ubia tunaweza tukafanya ubia na watu wakaja kuwekeza kwenye eneo ambalo litakuwa ni eneo linalomilikiwa na katibu tawala wa mkoa, kwa maana ya ofisi hii ya mkuu wa mkoa. Kwa hiyo tusifikirie tu halmashauri peke yake, hata sisi ngazi ya mkoa tuna uwezo wa kufanya hivyo, hata ngazi za wilaya wana uwezo huo, hata ngazi za kata wana uwezo huo, kwa maana unamiliki eneo, lakini unakaribisha wengine kuja kulitumia kwa pamoja eneo lile, na wewe unapata manufaa, kwanza umemiliki, lakini pia faida itakayopatikana pale kwa mujibu wa sheria inawekwa utaratibu mzuri ambao utanufaisha maeneo hayo yote. Sisi mkoa wa Katavi tuko tayari kwa ajili ya PPP hizi, kwanza uelewa, uibuaji, lakini tuko tayari kubadili fikra na tukawa na fikra chanya zitakazowezesha jambo hili kuweza kuleta manufaa zaidi. Na kikubwa tuko tayari kufanya hamasa kwa wananchi wote wale ambao wataweza kuwa na sifa za kufanya miradi hii ya PPP weza kushiriki kikamilifu, lakini tuko tayari kwa ajili ya kusimamia utekelezaji wa yale yote ambayo yatakuwa yameibuliwa na tumeshauriana na tukakubaliana kwamba haya yanafaa kuwa katika miradi ya PPP. Tutayasimamia kikamilifu kwa kuhakikisha kwamba tunamsaidia Mheshimiwa Rais kufikia maono yake ya mafanikio makubwa katika uchumi kupitia PPP, lakini tutatoa ushirikiano kwa jambo lolote lile ambalo sisi kama mkoa na halmashauri zake na mpaka kule kwenye ngazi za vijiji, vitongoji na mitaa, lolote lile ambalo ni wajibu wa serikali au ni jambo ambalo serikali inaweza ikalifanya kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa, sisi tuko tayari kwa ajili ya kushiriki kikamilifu, kutoa e, uwezeshi huo, kusimamia kila jambo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usalama wa mkoa, kwa sababu usalama ndio utakaosababisha mambo yote haya yaweze kufanikiwa tuko hapa kwa sababu kubwa mbili. Moja ni hiyo, kutoa mafunzo kwa watumishi, hasa watendaji wa halmashauri zote hapa mkoani Katavi, lakini la pili, kuibua miradi ambayo ina, ina mvuto wa kuwa katika mazingira ya ubia, ubia manake kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Zoezi hili baada ya kuwa tumelikamilisha kwenye halmashauri zote nchini, kwenye halmashauri zote za mkoa wa Katavi lakini pia zoezi hili linaendelea nchini kote Tanzania Bara kwenye mikoa 13, kwa maana ya awamu ya, ya pili, na awamu ya kwanza ilikuwa mikoa 12 iliyomalizika mwezi uliopita. Baada ya kumaliza hayo yote, mambo gani tutarajia kuyapata? Moja ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na miradi yenye mvuto kwenye kituo cha ubia ambayo mwekezaji au mbia yote anaweza kuipata kwa kiraisi, na jambo la pili ni kuhakikisha tunatimiza yale malengo makubwa matatu tunataka ubia. Moja ni kuvutia mitaji, mbili ni kuvuta teknolojia na tatu ni kuongeza uwezo wa kimanagement katika masuala ya kiuendeshaji. Na matokeo ya eneo la pili ni ya kiuchumi kwa ujumla, na matokeo haya moja, kama miradi hii itakuwa imefanyika ni moja ni kuakisha kwamba tunaleta au tunafanya ugatuzi wa kiuchumi e, yani tumekuwa tukisema e, tumegatua mamlaka lakini tunasema ni mamlaka ya kisiasa sasa, tunataka kuleta mitaji hii tufanye uchumi wetu zaidi katika hizi hizi halmashauri na ni muhimu kwa sababu kile kitu ambacho wachuma kwa utengenezaji wa mitaji kwenye halmashauri zetu kiko chini kwa asilimia ishirini na moja ukilinganisha na kiwango cha taifa, kwa lengo la kwanza. Lengo la pili ni kuongeza eh, shughuli za kiuchumi ambazo zinatoa matokeo moja kwa moja, kwa maana ya vipato eh, kwa watu, na eneo la tatu ambalo kwa kweli nalo ni kubwa sana ni kufungamanisha uchumi wa kitaifa na uchumi wa halmashauri au kwenye local government, governments ambako watu wako. Haya ndio matarajio makubwa ya jumla kwenye shughuli yetu. Ninashukuru sana kwa kuweza kupata nafasi hii ambayo ni fursa kubwa kwa halmashauri zetu kuweza kuibua miradi mbalimbali mbali, kwa kutumia kituo cha uibuaji wa miradi. Kwa kweli ni jambo kubwa sana kwetu, na tunaahidi kwamba baada ya mafunzo haya tunaenda moja kwa moja kufanya mafunzo kwa wenzetu ambao hawakuweza kupata fursa ya kushiriki katika mafunzo hayo, ikiwemo wakuu wa idara pamoja na vitengo, ili wote kwa pamoja tuweze kwenda kwa pamoja. Hususan kwa halmashauri ya wilaya ya Mlele, tuna miradi mingi, tuna kiwanda cha asali, tuna miradi ambayo tunaweza tukawapata wawekezaji na tukafanya nao kazi kwa kushirikiana, kwa maana ya kufanya ubia kwa pamoja.